Ni lazima mtu umeamua kujitenga na dunia. Sio unachanganya changanya mara leo umekunywa pombe, leo uko kanisani una kitu chako umeficha mara una hilizi ya mganga wa kienyeji, mara una ugomvi na ndugu zako, mara wewe umefungia eh, baba yako wazazi wako kwa sababu walikukosea kitu fulani. Roho Mtakatifu hataki hizo vitu taka usareme kila kitu. Kama una mzigo wa dhambi, sema nataka dhambi hii niache, nataka niwe mtakatifu, nataka niishi maisha ya kumpendeza Mungu. Halafu Roho anakuja anakuwezesha. Nataka tuambie haya maisha ya urokole, maisha ya kumpenda Mungu, huwezi kuyafanya bila Roho. Watu wengine wanajitahidi, kuna watu wengine wana wako kwenye maombi mwaka mzima. <laughs> Roho Mtakatifu anahitajika kwa kuishi. Uta struggle, mtu ambaye ana Roho Mtakatifu ana struggle. Utafunga, ukimaliza kufunga, mwili huko pale pale na tamaa zake utakusukuma kufanya mambo mabaya, lakini kiboko cha tamaa, kiboko cha maovu ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akiingia ndani yako, akashika usukani wa maisha yako, atakuwezesha kushinda dhambi, atakuwezesha kuacha hasira, atakuwezesha kuacha uchoyo. Maana baada ya Roho Mtakatifu kuyatawala maisha yako, kuna matunda yake unaanza kuyaona Upendo, furaha, amani, utuwema, fadhili. Bwana Yesu asifiwe sana! <laughs> Maana anafukuza mabaya yote, yeye ana uwezo wa kufukuza mabaya yote.